Na zawadi ya kwanza, ladies and gentlemen are you ready? Tupo tayari kwa zawadi hiyo, nataka nilete spoken words kwa dakika tatu tu, kisha tuwapongeze maaru. Sawa, zawadi nzuri so special. Hii ni zawadi ambayo mdogo wa bwana harusi kwa maana anazungumzia Joel, anataka kumpatia kaka yake. Ladies and gentlemen, we are here to celebrate, and celebrate the day. Sikiliza spoken words. Hii ni zawadi ya kwanza Joel, pamoja na mkeo. Listen to your sister. Kaka Joel, huu sio ushindi wa kawaida, hii ni neema iliyoonekana wazi. Na haupo hapa kwa bahati, haukusukumwa na mazingira, haukufikishwa kwa nguvu zako wewe mwenyewe, bali kwa mkono ulioinuliwa juu na Mungu Familia tumekuona ukianguka vibaya sana, vibaya, lakini tumeona pia namna ambavyo Mungu alivyotaka kukutoa chini, na hata amekufikisha hapo, na bado anaendelea kukufikisha sehemu ambayo anataka wewe uwe. Tumekuona ukisimama tena, sio kwa sauti kubwa, bali kwa unyenyekevu uliojifunza kwenye machozi. Leo tunakuona mwanaume uliosimama imara, sio kwa sababu hujawahi kuanguka, la hasha, bali kwa sababu haukukataa hauku kuinuliwa. You are always humble. umejifunza kuwa nguvu ya kweli ambayo haipigi kelele haipigani hailipizi kisasi. Nguvu ya kweli huchagua amani. Biblia inasema Bwana hulifanya jambo jema kila jambo kwa wakati wake, Mhubiri 3:11. Na kama kuna wakati ulipangwa na mbingu, basi ni leo.